Alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu, bado tuko katika county ya Machakos, na hapa ni Sultan Sultan Hamud, Sultan Hamud kwa hapa inshaallah

atusajia kupata kitabu inshallah kwa ya, wa sababu ya watu wazima pia wanajiu katika Uislamu, tunaona masaili ambayo wanaipitia akawa ni vyema wanaikishie kupata elimu kama hii kwa, kwa hivyo inshallah kitabu uh, ni hiki zi kwa ajili ya wale watakaye wafanyia bidii inshallah, na kama pengine kipungua namba za simu ziko hapa hapa zote inshallah yeah. Sasa tutapigia hakuna wasiwasi oh,